Mm -hmm. Corruption. That is very true. Mm -hmm. Juzi uliona wakati EACC ilienda eh, Kiambu County kwa gavana, kwa nyumba, kwa ma wa matangi mm -hmm. Wakapata milioni kumi na mbili kwa nyumba mm -hmm. Ni sawa, anaweza kudai, he can have even 50 million kwa nyumba yake, maybe he's a worthy man. Mm -hmm. Lakini if this money is acquired in the right way mm -hmm. why would you keep uh, 12 million in your house mm -hmm. for what purpose? Mwanabiashara ni, ni sawa mm, lakini siku hizi hata wewe sahii unaweza kuwa uko na milioni moja mm, eh, kwa simu mm, na unaweza ituma tuma ufanye hiyo biashara, unaweza withdraw kutoka kwa bank mm, ufanye mambo yako. So the corruption has been devolved in every single county of the Republic of Kenya. Ile challenge kubwa ambayo tuko nayo ambayo inasababisha tusitimiziwe mambo ya maendeleo ni ufisadi. Mm. Kila mtu anaongea juu ya mimi nitapata nini katika hii pesa ambazo magavana wanapewa, tuseme mradi mm. hapa, hapa, hapa tuko sokoni ya Wote mm. hapa ni panaitwa Wote mm -hmm. kuna ka section kidogo tu ya kutoka eh, hapa kwa, kwa City Clock kwenda Cooperative Bank mm. less than 100 meters imewekwa cabro pavement, cabro paving Initially the quotes zenye zilipeanwa na makontrakta wenye walikuwa wanataka anataka kufanya hiyo kazi ilikuwa 4 million. Hiyo ni project ya World Bank ambayo inapitia ile inaitwa municipality ya wote, lakini hiyo pesa saa hii ile kazi imefanya hiyo ka, ka distance ya less than 100 meters imekuwa inflated to 10 million million. hmm. 6 million juu, 6 million juu. Hmm. So unapata kama kila mahali hayo ndio mambo ambayo inafanyika katika kaunti zetu. Tuko na shida kubwa, ufisadi umekita mizizi katika kaunti zetu mm, na kama ingewezekana, hata tungekuwa na EACC office in every county mm, wanafanya verification of all documentation hiyo ofisi. Kama ni procurement, wanafanya kitu documentation pia inapitia kwa approval ya ofisi yao mm, kwa sababu unapata masisi na masio wanakaa kwa klabu kama hapa mm, ama mahali pengine kujeni hapa tufanye mipango. Yeah. Wewe unataka tufanye nini? Leta pesa. Now I mentioned in Makueni. Yeah. Sababu this actually the headquarter of corruption. <laughs> Uh, for your information if you don't know yeah. Uh, Governor Mutula Kilonzo is my friend. Mm. But is an is a hands of guy, you know him, he feels you know. Yeah, shafika mahali alikuwa anaenda, kwa hivyo anaachia watu wengine wafanye kazi akiwaachia ndio wanatafuta hii mbinu ya kutafuta pesa ndio umesikia hiyo pesa ya 246 million ambayo tayari Auditor General ameiflag sasa wanakaa chini wanasema what do we do? huyu governor Kibwana aliwacha graders tisa za kutengeneza barabara zetu nilikuwa natarajia Mutula akifika atanunua zake nane zikuwe 15 we have 30 wards Tukua na 30 wards, na tuko na 15 graders mm. Unaweza pair two wards uipatie grader moja mm. so ma MCA na ward administrators wana negotiate mm. Itakaa kwako kwa wiki moja itakaa kwa, kwa wiki mbili mm. Itaruka pande hii na ikae huko ma, ma mechanics wako wanapelekwa huko mm. Lakini zile grader zote ziliachiwa Governor Mutula, they have been grounded, hakuna moja inafanya kazi mm. reason because they want to hire from outside Mati, haya pesa... wanakuuliza ikiwa dry mm. parawa ni how much? Unasema ni 5000. Wanakuambia weka 8000 mm. ikiwa wet ni... ni how much 10,000, weka 15,000. Dry na wet inamaanisha nini? Dry ni kama haina mafuta oh. na ikiwa wet ni kama iko na mafuta mm. so ikiwa dry. That is that is language they use mm. they use When they are hiring, wakati wanaenda kutafuta greda pale nje mm. wanakuuliza yako ni pesa ngapi? ni elfu tano ikiwa elfu tano, tutakulipa hiyo, hakuna shida, lakini yetu ni elfu tatu. Kwa hivyo weka mm. elfu nane mm. na ni parawa. So, when you hire ten graders zikuje Makueni mm. Parawa. That person is making 30,000. Parawa. Na hiyo pesa ni ile yetu mm. Lakini ukienda kwa mahospitali hakuna madawa. All right? mm. Ukienda kama jana usiku nilipata ujumbe kutoka hospitali inaitwa Kambu level four hospital. Kana kwamba hakuna ward. Na x-ray machine ilinunuliwa ikaletwa lakini ile room imewekwa haina dirisha. Na unajua ili kuna zile rays. Inatumanga nje zinaadhiri watu ambao wako kwa hiyo environment. Kwa hivyo hawezi fanya kazi. Sasa hizo challenges tuko nazo, ila hali huko nje pesa zinavunjwa. So corruption is embedded in our county so much, we need EACC to be devolved also, itoke kwa regional offices ambazo ziko Machakos ama kwingineko.